Ilisemekana hatutakaa mpaka atakapokuja dogo kutoka matukani, mafuta hiyo tayari kwa kila mtu ee. Kanisa nzima mkisimama tu wote na karama mbalimbali, kila mtu ameitwa na Yesu ee, kwa kusudi na kwa wakati maalum. Asante, tunashukuru Mungu kwa kutupatia hawa kufanya kama yanavyo Maandiko, kuwekea mikono na kuwaacha waeleza wakaitende kazi walioitiwa katika kanisa, katika idara za kila mahali. hii kule, nikinyanyua mikono huku uh, uh, alafu itaendelea kuomba na mchungaji atakuwa akiweka mikono yao katika jina la Yesu. Tamka maneno ya baraka na neema juu yao. Bwana wasaidie kutuongoza, wape mipawa na karama na maono kule tunakoelekea. Na Mwokozi wa ulimwengu, Mungu mfalme wa neema yote, mfalme wa mfalme mwenye haki yote, twa kushukuru wewe, umetupenda upeo. Bwana, mmojawapo ya zawadi kubwa ambazo uliwapa waisraeli wa Israeli ni viongozi wao, manabii na hata sisi Bwana kama kanisa, zawadi kubwa unaweza kutupatia ni viongozi kama hawa, vipawa hivi ambavyo vimetupatia viongozi hao ambao umetupatia, mashemasi hawa, viongozi wa idara mbalimbali ambao umetupatia katika nafasi mbalimbali, Bwana mbali wa uzima na Mungu mkuu, tunakushukuru kwa ajili yao. Bwana asante, kwa sababu umetupatia hawa ukiwa na kusudi, na sasa na wakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia upako wa kimaongozi ukawe juu. Ya wape kuongoza kwa upango lao, utaratibu wape ushindi Bwana. Katika jina la Yesu wape kuongoza kwa kuwa kielelezo, wape kuongoza Bwana kwa kuwa mfano, wape ushindi katika maisha yao ya binafsi, wape ushindi katika maisha yao ya kiroho, katika jina la Yesu ili wakaweze kufuatwa na kikundi chao idara yao kanisa kwa ujumla, wakawe mfano wa kuigwa. Upako mtakatifu juu yao katika jina la Yesu Kristo. Roho wa neema na Mungu mkuu, roho wa uzima, mfano wa ufalme, wewe ambaye watengavyo Asante kwa roho wako mtakatifu juu ya kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, katika jina jina la Yesu upakwe juu yao, Bwana wa kimaongozi upakwe, wa kiushemasi upakwe, wa idara makatibu, wenye viti, waweka hazina, wewe peke yao, ukatembea pamoja nao, ukawajaze kwa nguvu mpya katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mkuu, wewe ni mfano wa pamge ni palo wa makulaka, na ninaamini amini umesikia ukiwa chumbi mbinguni. Pokea upako wa maongozi katika jina la Yesu. Pokea upako wa maongozi katika jina la Yesu. Pokea upako wa maongozi katika jina la Yesu.

sana, na naktondk kwanza, baada ya Yesu asifiwe kanisa. Amen. Basi niwakumbushe wajibu wa viongozi, awakumbusha nini? kanisa. Moja ni kuwakubali. Ni kufanyaje? Maana Mungu amewakubali, wewe ni nani umkataye? Moja ni kumkubali, hiyo ni moja. Ya pili kuwatii. Kufanyaje? Na kuwaheshimu, alafu nyingine ni kuwaombea. Mungu atafanya, kwa sababu utakayowakubali, unawatii, unawaheshimu na unawaombea, wafanye sana sana na kusudi la Mungu. Hakuna kuwasema vibaya hakuna kukataa kitu wanachokuagiza kinachoagizwa sana sana na kusudi la Mungu. Amen? Amen. Hapo utamuona Bwana, kanisa litasonga mbele lakini ukianza kuwa na na chokochoko choko na nini, Mungu anakuacha. Tuwakubali halo, tuwaheshimu na kuwatii wanapotuongoza tuwako ushirikiano kabisa, halafu tuwaombee sana, Mungu awabariki, shangilia wa...